Serikali ina, inaendelea na mpango wake wa kuboresha huduma za maghala. Kwa mfano sasa hivi wizara pamoja na wenzetu wa ushirika tunataka kuhakikisha nchi hii maghala yote yanakuwa ya kisasa, maghala yote yanakuwa na, na mizani ambao haumpunji mkulima um, zao lake. Tunakuwa na maghala ambayo yatapima ubora wa ubora wa zao husika, lakini pia tunakuwa na maghala ambayo kunakuwa na kamera na mizani ambayo haiwezi haiwezi kuchezewa kirahisi, ili mkulima ili mfanyabiashara au yeyote anayehusika kwenye mnyororo wa thamani wa zao husika basi asipate mashaka na zao lake au na biashara yake. Kwa hiyo huo ni mpango wa serikali na tumeshaanza kutekeleza. Kwa hiyo nimesikia hapa kutoka kwa meneja kwamba nani, pia mna mpango wa kujenga maghala ya kisasa sisi tuko tayari kushirikiana na nyie bega kwa bega. Pale kwenye ugumu kidogo, basi tunawasiliana, tunarekebisha hiyo hiyosana nimefika wilaya hizi mbili kwa kweli, ushirika tunapambana sehemu mbalimbali, lakini nilivyofika Kyelwa na nilivyofika Karagwe ninaona nyie ni maprofesa kabisa kabisa, nyie ni waalimu ambao mtatusaidia kufundisha sehemu nyingine. lakini pia meneja akaongea suala la uh, riba ya mikopo ambayo mnachukua kwa ajili ya kufanya biashara hii ya kahawa. Uh, kwa taarifa yenu tu kwamba tarehe 28 mwezi wa nne, mwezi huu wa nne, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan atafungua benki ya ushirika mahususi kwa ajili ya kuwahudumieni nyie tu. Benki hii itakuwa na riba tofauti, itakuwa na taratibu tofauti na mabenki mengine. Pia mfuko wa pembejeo utachukua fedha pale kwa ajili ya kununua pembejeo ambazo zitasambazwa na kukopeshwa kwa riba nafuu sana, kwa ambazo mabenki mengine hawezi kutoa. Kwa hiyo, tuna lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba wakulima kwa umoja wao katika ushirika wao wanafanya kazi hii vizuri, wanafanya biashara hii nzuri, na mwisho wa siku wanakuwa matajiri na wanafurahia maisha katika katika nchi yao.